Hujambo na karibu tena mpenzi mtazamaji wa Rai TV katika kipindi chetu cha uhalisia wa leo, kipindi ambacho kinachambua maisha halisi ya jamii yetu, tukiongea na watu mbalimbali wanaogusa na kuguswa na changamoto za leo. Leo tupo Welezo, katika tawi la ACT Wazalendo, mtaa wa Miembe Saba, tukizungumza na mheshimiwa Abeid Mohamed Salum, ambaye ni mgombea wa udiwani ya wadi ya Welezo, ambaye atatueleza mengi kuhusu maendeleo ya eneo hili changamoto za wananchi na dira kwa vijana katika siasa na maendeleo. Baki nasi mwanzo hadi tamati, ujione mengi jinsi viongozi wanavyosimama na jamii yao na jinsi wananchi wanavyopaza sauti kwa mabadiliko ya kweli. Mimi ni Rashid Mohamed. <mimu> kwa majina naitwa Abeid Mohamed Salum. Nimezaliwa mwaka 1982 wilaya ya Chakechake Kusini Pemba nilipofikia miaka ishirini na mbili nilianza masuala yangu ya harakati za siasa. Kwanza nilikuwa chama cha Mapinduzi, nikakaa nacho mpaka uchaguzi ule wa Mheshimiwa Abeid Amani Karume, basi nikakuta sera za chama kipindi kile chama cha wananchi CUF, ambapo katibu mkuu wake alikuwa ni Maalim Seif Sharif Hamad. Kwa hiyo nilipendezwa na zile sera za Maalim Seif Sharif Hamad basi nikatoka kule kwa salama tu. Tokea hapo tena nikaingia katika chama cha Wananchi CUF, nikaendelea nikaendelea mpaka kikaondoka kile, kikaja ACT, mpaka sasa hivi nipo ACT Wazalendo. Kilichonivutia kikubwa ni ahadi za wale viongozi wa, wa juu, hasa hizi alizozitoa marai mgombea wa urais kupitia ACT Wazalendo Mheshimiwa Othman Masudi, kwa sababu yeye alipita maeneo mengi kwa vijana yupo wanawake yupo walemavu yupo, shanfahamu. Halafu basi akasema kwamba hata mshahara kiwango cha chini kitakuwa milioni moja. Kwa hiyo sera za chama cha ACT Wazalendo ndizo zilizonivutia nikaingia chama hichi, lakini sasa na zikanivutia nikaona nikigombania uongozi wa wadi ya Welezo kuwa diwani nikishirikiana naye sera zake na mimi nikija zangu, ndiyo imani yangu ilinipa kwamba wadi ya Welezo itakuwa ni wadi bora Zanzibar. Wananchi wa Welezo kwanza, na waomba wanichague wote bila kujali itikadi za vyama vyao. Watakaponichagua nikitangazwa, jambo la mwanzo nitatengeneza kamati ya watu kumi na mbili, kamati ambayo sitochagua chama. CCM atakuwemo humo, Chadema atakuwemo, FP atakuwemo, TADEA atakuwemo na ACT watakuwemo. Watu kumi na mbili, wazee kidogo, vijana kidogo, wanawake na makundi ya watu wenye ulemavu. Kamati hiyo ndio nitakayoshirikiana nayo kuleta maendeleo. Lakini sasa kipaumbele kikubwa tuta, katika katika kupitia hiyo kamati, tutatengeneza tutatengeneza kifoundation kwenye kamati cha kutengeneza mfuko maalum wa watoto mayatima wa Wadi ya Welezo. Mfuko huo nitakapotangazwa na nikishapishwa, nitatengeneza harambee, nitawaalika viongozi mbalimbali wa chama na serikali, na nitawaalika viongozi wa vyama vyote, kushafahamu, eh? Na nitawaalika matajiri wa ndani ya wadi na nje ya wadi, tuje tufanye harambee tukishefanya harambee tutafute mfuko wa kutosha kwa ajili ya watoto mayatima, tuhakikishe mtoto yatima anapokwenda shule anakwenda na ufomu mzuri, anapokwenda madrasa anakwenda na, na mashungi mazuri, lakini zinazo, zinapofika zile siku zetu za sherehe za sikukuu anavaa vizuri. Kwa hiyo moja ni hilo. La pili nitahakikisha mitaro iliyopo iliyozunguruka wadi yangu kwa kushirikiana na halmashauri nitakapochaguliwa, nitakuwa karibu sana na mkurugenzi na kumshawishi ili suala la mitaro tuliondoe kabisa. Lakini vile vile kuna suala limejitokeza ndani ya mwezi uliopita mtukufu wa Ramadhani, ilikuwa kidogo kuna masuala ya mitaani, halmashauri wanakuja masuala ya karo, karo nyingi zilikuwa na matatizo. Kwa hiyo kiufupi, wananchi wangu walikuwa wanapata shida sana, kwa hiyo naahidi nitakapochaguliwa ni watu waelezo masuala yale, tutapita nyumba kwa nyumba tuhakikishe mwenye karo mbovu, kabla ya kwamba halmashauri hawajaja napita mimi kwanza, mtumishi wao. Mtu ananieleza kama bana, mimi nina karo, mimi sina karo, lakini sina uwezo. Kwa hiyo kupitia ule ule mfuko wa kamati ule, tutachangia eh, bana, karo hii thamani yake ni, ni shilingi elfu hamsini labda, sisi tuna kuchangia elfu ishirini na tano Halafu, na wewe tafuta elfu ishirini na tano ili usiwasumbue halmashauri halmashauri halmashauri, waka ofisini wafanye kazi nyingine, usiwasumbue sumbue kupita mitaani, ili mambo hayo yote ayafanye diwani kwa kushirikiana na kamati yake ile aliyotewa. Changamoto zipo kwenye wadi. Changamoto ya kwanza ni mitaro mitano, nakukwambia hizo karo, lakini changamoto nyingine vijana vijana wingi utawakuta mitaani mule kwenye maskani. Kwa hiyo nitahakikisha nitaunda tena kikundi cha wazee, watu wazima na wenye hekima, kuwafuata mulema maskani mwao wale vijana kwa hekima kubwa na rai, ili tuhakikishe kwamba ndani ya wadi yetu tumepunguza au tumefuta kabisa wale vijana ambao wanatumia madawa. Mimi kwanza, namwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala awatie imani wapiga kura, awatie hamu wanichague kwa kura nyingi sana. Naahidi, na hii ahadi namba na Mwenyezi Mungu, nawaahidi na wana Welezo kwamba mimi udiwani wangu utakuwa bega kwa bega na wananchi. E, ni kweli ACT Wazalendo u, u, inasitiza kweli uwajibikaji na uwazi kwa maana hiyo, mpaka kupita kwenye ACT Wazalendo na ukawangombea, basi washakuangalia sana kwamba unaendana na zile sera zao. Kwa hiyo mimi ni, ni, ni mwanachama wa uwajibikaji na uwazi, na naunga mkono hizo, na ndio maana nikavutiwa na ACT Wazalendo. Kwa hiyo ni mmoja wa mwana sera hizo na hizo uwajibikaji na uwazi ndio zitakazotufanya kuchochea maendeleo katika wadi yangu. Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini tumshukuru vile vile Rais wa Zanzibar, mwenyekiti za mapinduzi Dokta Mwinyi kwa kutuwekea amani. Lakini namuomba au na uombo uongozi wubo wote, namuomba Dokta Mwinyi ambaye ni rais wetu wa Zanzibar, namuomba makamu wa kwanza wa rais ambaye ni makamu wetu wa kwanza wa Zanzibar na makamu wa pili waendelee na kuishikilia hii hii amani kwa sababu Wazanzibari wote walemavu, mayatima, wazee, watoto, vijana, wagonjwa walio mahospitali wanawaangalia wao, kwamba wao ndiyo dira yao. Kwa hiyo wanaamini wazanzibari kwamba viongozi hawa chini ya kiongozi mkuu Rais wa Zanzibar tutaufanya uchaguzi huu kwa amani na utulivu, ndio imani ya Wazanzibari. Mwaka mitano ijayo wananchi nataka wanikumbuke kwa nini? Kwanza nataka wanikumbuke kwa ahadi zangu nitakazo nilizoanza uta, in, kuzi, kuzitoa na ambazo naendelea kuzitoa kuzitekeleza kwangu ndio watakaponikumbuka. Na mimi na ahidi, lakini watanikumbuka, watanikumbuka watani kwa kwa kujenga mitaro watanikumbuka kuonekana na vizuri, kusaidiana katika majanga yanayotokea katika jamii yetu, kama vile misiba, harusi na kadhalika. Mimi ujumbe wangu kwa Watanzania, ujumbe wangu kwa Wazanzibari, ujumbe wangu kwa jimbo langu la Welezo, ujumbe wangu kwa watu wa Welezo, kwanza ni suala zima la amani na utulivu. Wajua siasa ina nyanja nyingi. Sasa, kila kila kundi lina wajibu wake. Kwa mfano, wananchi sisi tunatakikana tuweke amani, ule ni wajibu wetu na tutawekesha. Lakini vile vile tume wenyewe ambao ndio ndio baba yetu sisi tuna, sisi wagombea wanatakikana walinde ile haki mshanfahamu, eh? lakini serikali kuu inatakikana isimamie ile misingi ya amani na haki kwa sababu ile ndo serikali ndo baba yetu. Kwa hiyo ile inatakikana isimamie misingi ya amani, na sisi wananchi tunatakikana tuweke amani, lakini na watume inatakikana na walinde zile haki za wagombea wote, wote waone ni sawa sawa Osabu, ote, nino, ote, ni, kwa sababu wote ni Wazanzibari, wote ni Watanzania. Kwa hiyo tunaiombea nchi yetu ya Tanzania kwa jumla tufanye uchaguzi huu kwa amani na utulivu ili wale wabaya wetu majirani, ambao hawatupendi, ambao sasa hivi nahakikisha washaika mabando katika sehemu zao. Wanachokitaka wao ni kusikia kwamba leo Zanzibar kumefanyika uchaguzi, wameuliwa fulani, wamekatwa miguu fulani. Wale nataka tuwakomeshe, ili wakisoma waone kwamba wazanzibari wamefanya uchaguzi kwa amani na utulivu, wamemaliza salama, ili wao wapate kuchukia sisi tupate kufuaa. Nam mtazamaji wa Rai TV online, bila shaka umesikia na kujiona mengi eh, ambayo mheshimiwa ameongea hapa eh, katika harakati zake za uongozi. Hapa ndipo tamati wa kipindi hiki. Mimi ni Rashid Muhammad, lakini nyuma ya kamera ni Ali Mreno. Nikusihi tu usisahau kusubscribe, ku like, ku comment, hali kadhalika kushipata kila habari ambayo tunaitoa kupitia hapa Rai Online TV.